Kwa majina anaitwa Anoni Bonifasi, ni katibu wa kikundi cha Upendo Grupu uh, kilichopo katika kijiji cha Msaraza wilayani Pangani mkoani Tanga. Kinajihusisha na shughuli ya ufugaji samaki, uh, samaki aina ya sato. Kikundi hichi kimeanza 2023 na tukiwa na chama 24 Tumeungwa mkono na, na wadau mbalimbali, ili kufanikiwa kufanikisha lengo letu ambalo tumejiwekea tunasema kidole kimoja hakivunji chawa, hivyo kushirikiana na serikali na serikali ya kijiji, serikali ya wilaya mpaka kupata usajili wa kikundi. Lakini pia tumepata eneo hili kwa chini ya TFS, tumeshirikiana nao wakatufadhili na wakatuamini, tukapata eneo hili chini ya TFS. Lakini baada ya kuanza sisi wenyewe taratibu kwenye uchimbaji tuka tukapata wadau wa kifedha ambao ni ICN wakatufadhili kutengeneza mabwawa ya kisasa takribani milioni mbili. Tumetengeneza mabwawa matatu ya kisasa ambayo tumemwaga zege, lakini pia tumeweka CCTV kamera, lakini na taa, lakini pia katika eneo letu hapa tumezungusha wavu kwa ajili ya ulinzi. Kwa hiyo kwa kushirikiana na hao wadau wote ndio leo hii tumeona sasa mafanikio ama matunda ya, ya, ya huu fadhili wao na hii sapoti ambayo tumeanza nayo tangu mwanzo, lakini mpaka sasa hivi tumefanikiwa sasa kuvuna sato kama mnavyoona. Leo ni tarehe ishirini na sita ndio siku ya kilele ambayo ulikuwa tunavuna sato, na katika katika mabwawa mawili ambayo tumefuga sato tunatarajia kuvuna, eh, kuvuna eh, kilo elfu moja na mia mbili ambapo ndo malengo yetu ambayo tumejiwekea kulingana na mabwawa haya yote mawili ambayo yapo hapa. Uh, kilo moja ya sato tunaiuza kwa shilingi elfu eh, nane. Na katika hizo kilo elfu moja tunatarajia kuvuna, eh, kupata kiasi cha shilingi milioni nane katika uvunaji, lakini pia kuna ma, manufaa uh, faida ambayo inapatikanika sasa kwa jamii kwa jamii. Faida inakujaje? wana kikundi ambao wapo hapa tayari tumepunguza ile mikopo umiza ambao walikuwa wanajiingiza katika mikopo miza, lakini pia jamii inanufaika pia kwa kupata chakula cha samaki kama unavyoona kwa sasa hivi, bahari imekuwa ni ngumu, upatikanaji wa samaki ni, ni, ni mdogo, lakini kupitia Upendo Group. Leo hii tumevuna samaki, jamii tayari imepata lishe ile ambayo walikuwa wanaipata ya samaki. Kwa hiyo tumeenda kuboresha katika swala la ufugaji katika wilaya Pangani. Changamoto ni chakula, chakula kwa mkoa wa Tanga hii hakuna chakuwa tunapata mkoani Dar es Salaam kwa bei ya shilingi laki moja kwa mfuko. Kwa hiyo unakuta kosti kubwa inaenda katika ulishaji wa samaki. Kwa hiyo hiyo ni changamoto ambayo ipo kwa wilaya ya Pangani, na kwa sasa hivi mwamko ni mkubwa sana wa ufugaji wa samaki. Kwa hiyo kama serikali, ipo sasa haja ya ku, kuunga mkono ama ku, uh, kuunga mkono hizi kazi ambazo zinafanywa na jamii ya, ya, ya watu wa Pangani wa ya ufugaji samaki na ufugaji wa kaa.